Kwa njia ya Roho wako mtakatifu unaliongoza kanisa linalosafiri hapa duniani. Utujalie ili tunapokutafuta wewe uliye juu ya yote tutembee katika njia ya amri zako. Tupende kutusindikiza katika safari yetu, ewe Bwana wewe, eh, unayetuita kwako kwa njia ya haki na amani, utujalie ili siku moja tuje tukuone wewe katika makao ya milele. Uwende kutusindikiza katika safari yetu, Bwana. Hey, tuombe e. Hey, Mungu mwenyezi unawajalia daima huruma yako wale unaowapenda na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta. Uwatazame kwa huruma watumishi wako wanaoanza hija yao uongoze njia yao katika mapenzi yako, ili mchana wakingwe salama na kivuli chako na usiku waangazwe na nuru ya neema yako. Wanapotembelea kuelekea huko waendako, wasindikizwe nawe waweze kufika kwa furaha, na wapatie baraka wanazo wanazohitaji na malengo yao yatimie. Tunaombae Bwana, uwabariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana aongoze njia yenu na waingize katika furaha ya wokovu. Twitikire. Amin.